Tuache kutumika. Kutumika, kutumika. Unaangalia muvu kama ya watu wa filamu ya, filam, ya hivi karibuni wanaitwa na Bashite, Bashite kakataliwa na jamii zote, mpaka masela wa Waipop wamemkataa, washikaji zake ambao walikuwa nao wanafanya naye jimu, huwaoni tena, wamemkimbia. Ameenda kuchukua wanyonge wa bongo filam, anawakumbatia, anatoa matamko ya ajabu, baada ya kukataliwa na media, vyombo vya habari na wasanii tunachaje kusapoti vyombo vya habari wakati ni wadau wetu? Vyombo vya habari ni wadau wetu, bila wao sisi hatuwezi kufanya sanaa. Ukiona wako katika movement fulani, kudhibiti kitu fulani chenye manufaa kwa nchi, ni lazima sisi wasanii tuunge mkono wanahabari. Wanahabari wamemtusia Bashite, sisi tunaenda tu kukaa pale kwenye makochi ya serikali kumsaidia kujisafisha, kumsaidia kumnasua. Sasa mimi nasema Wasa, wanasiasa tuache kutumia eh, wasanii vibaya, tuache kuabuse wasanii bunge. Mzee mpaka wabunge mzee anasimama anasema msanii Roma kamtukana rais. Hamjui hata Roma, ajawai kumwona kwanza. Hii ni swala, swala tano anavyotuambia anajuaje? Mambo yaipo <laughs> hamjui Roma, ajawai kumwona, anatoka anasema Roma kamtukana rais? Wapi? Kwa hiyo mheshimiwa Mwatembe ulienda kukaa na mtu aliyemtukana na rais wako Pale kwenye press. Alafu watu mnapiga makofi, mnashangilia. Sasa mimi nasema. Na, mimi nasema mtu kama kesi mbuzu kwanza bunge lilopita miaka mitano yote alikuwa anatetea banki huko ndani. Nashangaja ulizwa. Miaka mitano yote alikuwa anatetea banki. Alifuata ni bwana tuketeo ya banki, mimi nikaambia mimi mambo sijajua, sikuwa kusa. Kwa <laughs> hiyo Sasa, mimi na mtaka Roma Mkatoliki, msanii wa mziki ambao nimeuasisi, atoke sasa, aongee kwa uwazi indite kilichomkuta ni nini. Public ikisha jua, inaweza ikasaidia kujua ni nani waliomteka yeye na wenzake, na walitumwa na nani full stop. Vinginevyo tutaendelea kuwa na debate kama zabeni saa nane hapa ripoti ya Nape. Mheshimiwa waziri utakapokuja kujibu tunaomba utuambie kabisa kiweledi, what made you deny ripoti ya waziri aliyekutangulia Nape? Huyu mtu Basiti ameenda kuvamia kituo cha radio na TV mpaka studio, na watu wana guns, wana bunduki mercenaries. Polisi wamesema hawajui wale watu ni nani wale watu walioenda kuvamia kituo cha Clouds FM? Na kuna watu wananiambia, Sugu ah, ulikuwa na bifu na Clouds miaka na yote sahizi unawatetea. Nilikuwa na bifu na Clouds kwa na sababu ya haki. Haki ni haki, iwe dhidi yangu iwe dhidi ya Clouds na mtu yoyote, nitatetea. Hata kama mimi huku nikiona waziri yoyote atendewi haki, nitamtetea. Huyu mtu, kwa nini hii ripoti imewekwa wazi? Amefanya makosa, kwa nini analindwa analindwa kwa maagizo ya nani Bashite, eh? Maagizo ya nani anafanya Bashite? Eti anasema hatuwezi kuchukua hatua kwa sababu hakusikilizwa. Hakusikilizwa? Tume imeenda imekaa ofisini kwake masaa matano, sita, saba, nane, anaingia akatokea mlango wa uani. Sasa yeye ni bingwa wa kuambia watu, yeye ni bingwa wa kuambia watu tukutane Central, tukutane mahakamani, tukutane wapi. Yeye yeah, anaitwa kwenye vyombo vihalali vya sheria, chombo kilichoundwa na waziri, anaingia mitini. Bashite is a coward, ni jambazi, ni thug, ni criminal, ni fraudi. Basita ni fraudi kwa sababu amefoji vyeti halafu serikali inatoka inasema oh, hatukuwagusa wanasiasa. Mara si na maDC sio wawakilishi wa wananchi? Sisi hapa ndio tunaweza kuingia kwenye uongozi kwa kusoma na kuandika, lakini sio RC sio DC wale wanatakiwa lazima wawe na level fulani ya elimu, na hili swala linajulikana wazi. Na zaidi swala la Bashite sio kwamba ana elimu gani, swala amefoji, amefanya forgery, anatakiwa kusimama mahakamani, ndipo sehemu anapotakiwa kusimama. Sasa kinachofanya azuiwe, kinachofanya asichukuliwe hatua hizo, kuhusu taratibu. Mheshimiwa Sugu, subiri kidogo. Kanuni... kanuni ya 68 moja Mheshimiwa mwenyekiti Mheshimiwa mbunge anayezungumza amemtaja mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Nani? Bashite. Bashite. Nani? Nani? Kwani huyo ndo Bashite? Bashite. Ah, unajua. Hey, Mwenyekiti, hey. Kama anayetajwa ni Bashite basi, mwongozo wangu naoyesha kuomba utaratibu kwa sababu anayetajwa ni Bashite ambaye huyo Bashite hana mamlaka yoyote. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru sasa serikali kupitia waziri wa Tamisemi inaanza kutupa mwanga wa Bashite ni nani, kwa sababu nania sana katika taifa hili. Kwaio mheshimiwa mwenyekiti, huyu mtu ni fraud. Tunaonea watu wadogo, watu wanalazwa, watu wanazibika. Tunaonea watu wadogo wadogo, eti nchi hii wanasema driver wa mkoa mkoa anatakiwa awe na cheti cha form 4 lakini mkoa mkoa hata kama ameishia la pili akiweza kusoma na kuandika, that's a joke ilibidi mje na maelezo yanayonyoka. Tanzania inawaambia kila siku, watu wameamka, sio kama Tanzania ile ya zamani. Unaamka tu unasema kwamba kiongozi fulani fikra zake zimeota, ameota au amefanya nini, ndio maono sahihi kwa asilimia mia moja na hata wakati huo kulikuwa na mjadala bunge la wakati ule. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nikiwa mdogo, tulikuwa tuone kwenye TV, tunasikiliza kwenye redio, kuna watu walikuwa wanaitwa kina Tumtemeke Sanga, kuna watu walikuwa wanaitwa kina, kina, kina Mohamed <tipan> na Ndonde, hauoni pasura lakini, yani lazima usikilize bunge. Ukisikia kwamba anadai barabara ya Mtwara wakati ule, alafu sasa hivi mnakuja mnasema tu tumefanya tumefanya hivi tumefanya hivi tu; mnasahau watu waliofanya kazi, mnamsahau mnamsahau Kawawa, mnamsahau Nyerere. Alafu hata mtoto wa Kawawa juzi mmemnyima ubunge hapa, alafu <laughs> mnajidai mnaenzi <laughs> watu <laughs> hmm. Mtoto wa Nyerere pia mmemnyima ubunge wa Itafikaa, alafu mnasema mnaenzi. Cyber crime, mheshimiwa mwenyekiti, hii cyber crime naona imeanzishwa imeanzishwa kwa ajili ya ukawa tu, wakati vijana wa ukawa kutoka kina Mdude Nyagali kutoka Mbozi mpaka watu unaozuia tusiwataje kina Beni Sanani, wanapata matatizo, wanakamatwa, wananyanyaswa kwa kutoa maoni yao kwenye mitandao vijana wa CCM wanatukana viongozi wa upinzani mpaka matusi ya nguoni, lakini hakuna mtu ambaye anawakamata wala kuwachukulia hatua. Sasa vitu hivi mnaweza mkaona ni vitu vyepesi vyepesi sana, lakini niwaambieni, mnaendelea kupanda hasira. Asante. Kuna rebellion. Asante. <laughs>